Sasa haya, sasa mabosi, karibuni sana e, kwa mahitaji ya uchimbiwaji visima popote uliko Tanzania, huduma zetu zinakufikia kwa gharama nafuu kabisa, unapata huduma yenye mafanikio makubwa. E, hichi ni kisima cha mkono kama wanavyoviona, kinatoa maji ya kutosha. Tunatumia kutoa maji kutumia mashine water pump eneo kama wanavyoviona E, hapa tupo majoe kabisa chorada majoe chorada. E, huo mpira unaouona unaelekea kwenye kisima ambapo wamekaa wale watu pale, au watu wamekaa hapo wanaangalia maji yanavyovutwa. E, maji yanavyovutwa, kisima chenyewe ndo hicho unachokiona bosi. E, hicho kinatoa maji ya kutosha kabisa. Mawasiliano zaidi tupigie simu 0612812960, WhatsApp namba hiyo hiyo, narudia tena 0612812960. Nyote mnakaribishwa huduma zetu, ni gharama nafuu kabisa. Hizo lengi unazoziona German, lengi za kisasa kabisa, na maji kama unavyoyaona, maji yanatolewa, lakini bado ni mengi sana, hayana uwezo wa kuisha maji mengi sana, wote mnakaribishwa, namba zetu ni zile zile 0612 81 29 60 WhatsApp namba hiyo.